Mungu ni Jay Nathwani, nimetoka kwa Arusha Gymkhana Golf Club. Nimecheza Lina mara ya mbili, ya kwanza ilikuwa kwa Arusha Gymkhana pale nimeshinda, na hapa kwa TPC nimeshinda. Nataka kumshukuru Mungu kwa sababu hii wiki ilikuwa ngumu sana, ilikuwa joto sana alafu Jumamosi niliumwa sana so kwa sababu Mungu nimeshinda hii wiki so, nataka kumshukuru Uh, watu wengi uh, family yangu uh, rafiki zangu um, so yeah, alafu nataka mkushukuru, mshukuru uh, Greenskeeper. Um, course ilikuwa ngumu sana. Fairways wamekata kama unataka piga uh, kidogo precise kwa approach yako na nilienjoy sana. Um, nafikiri hii tournament ni mzuri, mzuri uh, kwa sababu Uh, watu wa uh, Tanzania wanaweza kuona golf uh, watu wana uh, wanaweza kuanza golf na kama watu like kama mtoto mingi wanaweza kuanza ni kuwa nzuri zaidi kwa Tanzania. Napenda hii mashindano sana, nafikiri ni nzuri kwa sababu watu wengi wanacheza na uh, ni nzuri kwa sababu uh, Tanzania anaweza kupata kidogo awareness uh, wana, watu wanaona uh, hao wanacheza kwa mashindano makubwa na ni nzuri, prize ni nzuri, golf course ni nzuri, kidogo ngumu, lakini tumeenjoy hivi uh, siku mbili hapa uh, kwa uh, lesson ni, ni lesson moja kwa golf ni kuenjoy ku kwanza kwa sababu kama unakuwa una serious uh, kila saa hauwezi kuenjoy menjoy unaja una, una cheka unacheza una nzuri So, kama unataka kucheza golf cheza na watu unapenda na cheka kidogo. Kama unataka kucheza kama pro, kwanza ni mazoezi, fanya mazoezi sana, kama 4 hours a day, cheza golf putting, chipping, driving, irons, kila kitu, kwa sababu hii golf ni ngumu sana, na kama unataka kuwa perfect, ni mazoezi tu, so fanya mazoezi.